Habari, leo nitakuonyesha jinsi ya kujoin kwenye Google Meet kwa kutumia kompyuta au kama unatumia simu. Kama unatumia kompyuta ikiwa ni laptop au desktop, ikishakuwa na connection ya internet, pale kwenye search box yako kwenye Chrome au Firefox au browser yote ile ambayo unaitumia utaandika hii hapa, google meet.google.com meet .google afu mbele yake hii kodi iliyoandikwa hapa ya sasa hivi ni hii NDB IGFY MWB. Hii ya sasa hivi uh, ni ambayo nimetengeneza sasa hivi, lakini kwenye meet ambayo tutakualika tutakuwa na kodi yake. Kwa hiyo tuta, hii itakuwa inabadilika kulingana na siku husika, ile meet ambayo tume create, ile kodi ambayo inakuja wewe ndio utakuwa unaandika pale. Kwa hiyo maandishi ya kwanza nabaki hivyo hivyo, lakini hii kodi itakuwa inabadilika kwa hata nikutumia link tumia link ambayo inafanana hivyo hivyo na, na ile ambayo iko pale juu. Kwa hiyo hii link wewe unaibonyeza tu moja kwa moja unaingia kwenye Meet. Sasa kwa wale ambao tunatumia simu, ni very simple pia tutatumia njia hii kama inavyoongoza hapa kwenye simu, fungua tu ile app ya Google Meet. Ikishafunguka pale juu kuliko andikwa Google Meet kwa mkono wako wa kulia utaona alama kama ya keyboard, gusa ile alama ya keyboard. Kisha andika ile kodi ambayo tutakuwa tunakutumia ambayo kwa sasa ni hii hapa, lakini kodi hiyo inakuwa inabadilika mara kwa mara. Unachopaswa ukizingatia ni hizo spelling, ukiona q au g ujitahidi spelling ziwe sawa, then utagusa hiyo join. Uh, ukiona hiyo join hapa, nimezima kamera then nimejoin na imeniunganisha moja kwa moja kwenye Meet.